Leo Marchi 3 2017, mwigizaji kutoka bongo movie Ray Kigosi anazindua movie yake ya Gatekeeper, and of course IOTV Entertainment iko hapa kwa ajili ya kushuhudia launching hiyo. Tutakutana na Ray kwenye uh, red carpet. Pia tutamuuliza maswali mbalimbali kuhusiana na hii movie, nani anahusika, uh, movie inahusu inahusu kitu gani, na vitu kama hivyo. Tutapiga pia story na mastaa ambao wameshiriki kwenye movie hiyo. Stick around. Ah, hii movie ambayo inagusa uhalisia wa Mtanzania kabisa ni movie ambayo inagusa maisha ya kawaida kabisa ya Mtanzania. Okay. Yes. Ah, actors ni nani na nani? na ma actors yumu yuko Singo Mtambalike, Richirichi yuko Kajara Masanja, yuko Babaji, niko mimi mwenyewe, wapo wasanii wengi na wengine ni upcoming hawajulikani bado. mimi naweza kusema kwamba huu ni mwanzo tu. Huu ni mwanzo na hichi mimi naona kwangu bado ni kidogo sana. Mimi nataka tukianza kufanya ile premium yenyewe kabisa basi itakuwa kama ni international. Tutakuwa ni international kabisa, lakini tunaanza mwanzo, siku zote ni mgumu. Kwa hiyo tumeanza katika moja, tunakuja kwenye mbili. Baadaye hii ni movie yangu ya kwanza kabisa kuifanya launching, Watanzania wanaipata hii movie na itakuwa mtaani tarehe sita mwezi wa tatu, Tanzania nzima itapatikana. Sio Tanzania, tutapatikana Malawi, Rwanda Zambia pamoja na Kongo. Maana kote wanaongea lugha ya Kiswahili huko. Ah, ili kama uh, mimi mwigizaji siwezi kudhibiti. Wanaoweza kudhibiti hapa ni, ni serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wizara husika not me kwa sababu wao ndio wana nguvu, wao ndio wanajeshi wanaweza kuzuia pirates. Lakini tatizo kwamba watu wanapambana lakini bado kuna tatizo sana za hizi copy fake. Lakini mimi nataka niamini wa Tanzania tuwe wazalendo tunue kazi halisi za nyumbani na wote lakini wao ndio umesababisha mimi kwa masini kwa sababu umeunua fake. Kama nimesikiza Mheshimiwa Nape juzi amesema kwamba itafikia muda tukiumba sheria kwamba atakaye kutwa na fake na atakaye kuwa anauza fake wote atakamatwa kwao, nadhani tukifika hapo itakuwa ni kitu kizuri sana. Labda kwenye kwenye maandalizi uliyofanya ulipitabacha kualika watu maarufu kama kina nani au? Unajua, mimi hii event kama nilivyosema, imeendelea na steps uh, kwa hiyo wao ndio walikuwa wanachukua nafasi kubwa sana ya kuweza kuandaa watu, lakini mimi ni mwandao wa rafiki zangu kama kina JB kina single chee kufika kidogo sijaona kwa, hmm, kwa sasa amekufa. Kwanza mimi sina tofauti na ile ya mitego, ile ya mitego, kazi yake ni mziki, ni kuimba, kwao anaimba chochote ambacho jisikia yeye anatokea kuimba na swala lazima la kualika watu nimesema sikuwa mimi. Katika upande wangu mimi ni producer, nimeproduce movie, nimeleta sokoni, nimeleta kwenye premiere, watu wameangalia, that's it. Lakini maswala ya kualika watu ilikuwa iko chini, event ilikuwa iko chini ya steps pamoja na clouds. Uh, unaipa nafasi na gani movie hapo, kwenye Bongo Movie sasa hivi? Mimi nadhani ni movie ambayo itakuja. Unajua tatizo si, si, si, si Gate Keeper tu, ifike sasa wakati wasanii wa Bongo Movie wafanye kazi hata kama si kubwa sana lakini at least mtu hata akija yote kutoka nje akiangalia Gatekeeper anasema huyu mtu halikuwa na thubutu kufanya kitu, labda kutokana na ufinyo bajeti, ndio maana nini wamefanya katika kiwango hichi. Lakini naamini kabisa Bongo Movie wakipata bajeti kubwa, wakipata security zao, tunafanya kazi kubwa sana kuliko tasnia yote pa nchini Tanzania na dunia nzima entertainment ya movie na entertainment ya mziki haiwezi kufa, ile itayumba na kuregarega, lakini baadaye itakaa sawa na maisha yataendelea. Ah, ulifikiria nini kwenye Gatekeeper kuleta watu wapya kwenye industry ya Tanzania? Unajua, ukisha kuwa producer, ukishakuwa mkongo katika movie industry, lazima uweze kuwa, kuwa, kuwa produce wasanii wengine waje, yani uweze kuwaleta kuwa wasanii wengine wachanga waje, sio kila siku kina Richi, sio kila siku kina Woya, hapana. Umeona yule Rene, mtoto amecheza vizuri sana, amejitahidi kwa ukiwa producer mzuri lazima uweze kuchipua watu wengi wengine watu waje kuwaona, sio kiasi tu wasanii ambao tumewazoea. Kipa anaweza kusema kwamba kama na mi sio mtu akuepuka na mtu ambaye anatumia kosti nyingi. Nadhani mmeiona sinema mmetumia, nadhani lazani kwenye, kwenye, kwenye, kwenye milioni kama kumi na nne na laki moja na sitini na hivi ndio kwenye 14 14, hiyo kwa sababu ya mimi na vifaa vyangu mwenyewe. RJ Company ni kampuni ambayo na na na na vifaa vyake yeye mwenyewe, ndio ndio maana za wasanii wasanii wasanii walipa in terms of million single artist au au milioni, kwa sababu wa hoteli, transport, hii inakuwa ni movie movie movie movie kutoka RJ ambayo nyingi. Hapana, kuna nimeigiza mkanumba inaitwa offside ndio movie ndio tumia nyingi kuliko movie zote za RJ Company. Ah hmm. Uh, sina kumbukumbu nzuri vizuri pale naangalia mafaili tena lakini zaidi zaidi zaidi ya ya 20, zaidi ya, zaidi ya 20 zaidi ya 15. Yes. Sasa so, so, na kuna kipindi kulikuwa kama kuna mgogoro, kuna Johari, na kuna kuna kama kama mgogoro kati yako kila mmoja anataka agawane kampuni hivi. Sisi taarifa zilikuwa hapo. Unajua siku zote bwana wa yes, Tanzania huwezi kuzuia kuzungumza. Uh, RJ ni ni ni brand ya watu wawili. RJ Company manake ni Ray na Johari. Kwa hiyo kama labda kwa sababu ukimuona Johari sasa hivi akiigiza kwa muda mrefu najua tatizo ni moja kwa sisi wa Tanzania. Um, mkicheza na, ah, na, so, ah, na na na na, kila kila siku siku ah ah bwana umpumzisha pati yake zake kwa Kwa hiyo basi kampuni inaelekea, wa sisi wa Tanzania mkicheza na Johari, kia fanya kitu unakiona kiko sahihi ndio uchikifanye, lakini kampuni haijafa ya, ya, na kampuni ipo na Johari mmemona pia yuko pale ukumbini. Kwa kwa kwa Mango, Poa. Asante. Niende hii movie inahusiana na nini? Inahusiana na, na msichana ambaye alikuwa anatafuta uhuru lakini, sio kwa sababu yuko nyumbani nyumbani, mtu hauko free, kwa hiyo akaamua kufanya vitu vitu vyake ili awe huru, yani kwa, kwa pati yangu mimi hapa yani, uh, well, no, uh, yes okay. Um, ni movie yako ya ngapi? ya kwanza yani iliyotoka lakini, okay. mm. yeah. Kuna movie nyingine ishafanya ijatoka, movie ambayo ilichezwa na Rami Gali kwa kupenda Nigeria, ndio hiyo inatoka mwezi wa nne. Kuna umuhimu kwa sababu yani kuamsha Watanzania wengine unajua kuliko kuna nilitu kutoa movie then kuipeleka madukani moja kwa moja. Ukifanya launch inakuwa mmeitangaza muda mrefu, na pia ndio kitu ambacho kilichopo sasa hivi, yani nje watu wanafanya hivyo. Kwa kwa nini sisi Tanzania tusifanye hivyo? Tumeona pia tufanye hivyo, yani ili kudumisha industry yetu ya movie kuzidi kupanuka, tusibaki vile vile tulivyokuwa. Si ngumu kwangu, ilikuwa ni pale kumnani kumtongoza Ray yeah. Ugumu wake ulikuwa wapi sasa? Yani, <laughs> sijui labda kwa sababu ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kufanya naye movie nilikuwa kidogo naogopa naogopay mimi nilikuwa nafahamiana na, <laughs> <Connections. laughs> yani, na Johari yani ndo mtu ambaye nilionana naye, kwa hiyo Johari yeye ndo akani connect hivyo yani, yeye ndo alikuwa sababu, anatafuta cast akawa amenitafuta mimi yani, akawa amenipigia simu akaniambia. Kwa hiyo Ray nilimkuta tu, lakini sikuwa nafahamiana naye. Baada ya kazi nyingi nyingi, zinakuja nyingi sana yani yeah. Jumatatu kuanzia saa mbili asubuhi itakuwepo Tanzania nzima Una... na waahidi nitafanya vizuri zaidi na zaidi, yaani wanategemea makubwa zaidi, zaidi ya hayo nani alikwambia kwamba una kipaji cha kuigiza? Mimi mwenyewe nilitambua tangu nikiwa mtoto mdogo, nilikuwa naigiza kanisani, kwa hiyo vile, na pia watu wanavyoniambia na nini, kwa nikajua kabisa kwamba na kipaji. Kwa sababu nataka kukionyesha kipaji changu, hao wanaosema imekufa, basi ona ime imefufuka. Kutoka kwa watu, of course ni vitu vya kawaida nasikia Amna, niko vizuri, nimejipanga vizuri. Hapana, ile inatokana pia na mtu tu mwenyewe. Kwa hiyo mimi hapa mimi kama mimi, sio rahisi kunikuta kwenye gazeti. Sisi hapa Watanzania tuna tamaduni zetu na mila zetu za Kitanzania, hurusiu kujiachia sana kilivyo, kwa sababu ya kuepuka ku, ku, ku, kuharibu jamii. Unaona, kwa sababu mtu mwingine anaweza kataka kuiga, anataka kufanya kitu kama kile, na msanii tayari ni kioo. Kwa hiyo hivyo vitu tunavifanya kuepusha, yani tabia mbaya mbaya hiyo kwenye jamii, nio nini, nini, lakini sio kama inapunguza creativity no. Uh, of course m, ni vizuri kumlea mtoto katika misingi inayotakiwa hasa kwa binti kama yule ambaye anatakiwa kulindwa kwa kila namna, anatakiwa alindwe uh, uh, kielimu Anatakiwa alindwe kiafya hadi pale atakapofikia, uh, ule umri wa kuweza kufanya yale yanayopaswa kufanywa msichana, basi unaweza ukamwachia, lakini si kirahisi rahisi tu hivi, wakati unamgharamia katika masomo, ulinzi na vitu kama hivyo. Na kwa sababu kila kazi ina heshima yake hii ni kazi pia ni heshima kwetu, kwa sababu tunatoa darasa kwa watu, kwa jamii inayotuzunguka tunawafanya watu wanafurahi, wanapunguza mawazo ambayo wako nayo, wanatusapoti. Tukipita kokote wanatufurahia, basi tunajua tunafanya kitu kizuri, ndio maana wanatukubali. Kwa hiyo na sisi tunaendelea kufanya mambo mazuri na tunaendelea kuimaintain hii kazi, kwanza ionekane kazi na iendelee kuheshimika kutokana na sisi, jinsi tunavyojiheshimu. Ha, mimi nataka kuambia vijana kwamba kuigiza sio kipaji pekee, hii ni zaidi ya kipaji. Kwa hiyo pamoja na kipaji, lakini hebu jaribuni vijana kwenda shule, ukaongeze kile kitu ulichopo, ulichonacho kichwani, kwa sababu kipaji bila elimu hakiwezi kukusaidia sana, umeelewa eh? Ndio maana unaona umeuliza swali, mmewezaje ku maintain eh, mimi na mke wangu hapa uh, ni kwa sababu ya mafunzo tulionayo, lakini pia elimu ya kazi tunayoifanya vimeweza kutufanya tukaweza kuwepo kwa muda mrefu katika game, na naamini bado tutaendelea kuwepo huku tukiwabeba na kuwajenga vijana wapya. Uh, nime, nimesema mke wangu <laughs> na maanisha ni kwenye kazi Sio mke wa ndoa hapana. <laughs> Maana tumekuwa tukicheza kama mke na mume eh, muda mrefu sana eh. Na sijui kwa nini wanafanya, sijui kwa nini wanatupanga namna hiyo na mimi nafikiri. <laughs> Yani jinsi tunavyokamua wanasema watoto wa mjini, inawezekana masinde akipewa mtu mwingine akamui vile anavyokamua ama mimi nikipewa mtu mwingine sikamui vile ninavyokamua, kwa sababu kwenye kazi kuna matani, kuna kuheshimiana, na tungekuwa tuheshimiani tusingeweza kufanya vizuri . Lakini kwa kuwa tunaheshimiana, tunafanya vizuri kwa sababu tunajua tupo kazini.